Uh, sisi tumezungumza kwa kiwango kikubwa kabisa ali, uh, dabi wana tarehe 25 Juni, uh, imerudi tarehe 25, naamini eh, mashabiki eh, watakuwa wako positive na tarehe 25, na naamini umejiandaa katika hilo. Huko mtaani eh, wanazungumziaje hiyo dabi ya tarehe 25 eh, katika nyanja ya kiwango hicho? Flipo Cyprian, asante sana. Uh, sisi tumeamkia jirani kidogo tu hapa na um, uh, Azam TV kwa maana ya Mwananchi hapa uh, ukitokea upande wa Ubungo upande wa kushoto kama unaenda zako Buguruni, basi sisi ndo tupo hapa, kuna kibanda cha magazeti hapa uh, nimefurahi kukusikia ukishangaa ya kwamba dabi inaenda kuchezwa uh, Jumatano, uh, siku ya kazi, uh, lakini utaona ukubwa wa dabi ya Kariakoo, bila shaka yoyote nimba la Benjamin Mkapa litajaa. Najua umepitia magazeti, lakini na sisi hapa tuna magazeti ambayo tumewakuta watu wakiyapitia hapa miongoni mwa magazeti ambayo yapo hapa e, ni gazeti e, la Mwanaspoti ambalo hili hapa unaweza ukaliona, e, dabi ya Kariakoo mzigo mirudi vigogo, Simba Yanga waitwa Ikulu. e, ni miongoni mwa habari ambazo zipo katika gazeti hili e, la Mwanaspoti, lakini kuna gazeti la Msimbazi ambalo pia linaandika habari za michezo. Wenyewe unaona hapo kuna picha za vikosi vya Simba Sports amini usiamini hii mbungi inapigwa eh, ya shusha nondo tano. Eh, huku mwanzo anasema Simba eh, ya goma dabi kuakhirishwa tena. Nafikiri hii eh, unajua mambo ya print media, wakati mwingine wakati wanaenda eh, kuchapisha mambo yanaendelea hivyo hivyo tu. Ya hacha hayo, lakini kikubwa Filipo Cipriani, hapa tupo na mashabiki wa soka wa hapa la Tanzania ambao tangu tumefika hapa walikuwa wanayachungulia haya magazeti hapa. Wacha tuzungumze na miongoni mwao hapa. Ndugu yangu, hebu sogea huku kwanza. muda mrefu sana, uh, nimekukuta hapa uh, ukiwa unapitia haya magazeti. Kwema? Kwema. Uh, habari gani imekuvutia katika magazeti haya? Habari imenivutia hii ya dabi ya tarehe 25. Umefurahishwa kusikia dabi imerejea? Nimefurahishwa kwa sababu ilikuwa ni muhimu, lazima ichezwe. Yani, huwezi kuchukua ubingwa bila kumpiga mtani Huwezi kuchukua ubingwa? Eh, bila kumpiga mtani safari hii. Wewe shabiki wa timu gani? Mimi shabiki wa Simba. Unaitwa nani? Mimi naitwa Samuel Wadulesi. Kwa hivyo Bwana Samuel, umefurahi kusikia ya kwamba Dabi ya Kariakoo inaenda kupigwa tarehe 25. Ya, yeah, kwa sababu panzo anaenda kukabwa. Bila shida yoyote, lakini hapo tunapoamini kwamba sisi mwaka huu ni mwaka wetu. Mlikuwa mnasema ya kwamba haiwezekani ya yani. Haiwezekani eh. Kwa nini tuchukue tu bure bure? Kwa watani wasikutane wasi na mpanzo. Wasikutane na mpanzo. E, yani hiyo ndio ilikuwa muhimu. Yani lazima tukutane ili tu tukichukua kusiwe na yani na maneno maneno yoyote. Mimi naamini huu uamuzi ni uamuzi wa busara sana na ni ulikuwa muhimu kwa sisi tuliona, kwa sababu mpira ni lazima mpira uchezwe uwanjani, sio maneno maneno. Ah, mpira uchezwe uwanjani ili watu waone. Unaona kana hichi kikosi kilikuwa, hebu angalia, kocha ni mpya sawa, alafu wachezaji kwa ni karibu asilimia kubwa. Yaani yote kikosi kipya alafu kimecheza finali ya CAF Confederation. Eh. Sasa hebu jiulize wewe, alafu sisi tusichukue bingwa kwa sababu gipi? Alafu chukue bingwa kwa longolongo. Sisi tunataka uchukue bingwa uwanjani. Umecheza na Berkane utaishindwa Yanga? Ah, utaishindwa Yanga. Yanga anaweza kufanana na Berkane. Hawafanani kabisa. Hata kidogo. Tofauti kabisa. Tofauti kabisa. Hebu kwanza simama hapa hapa. Hebu kwa tumsikilize ndugu yetu hapa. Maana anatabasamu sana. Bwana mambo bwana, haiwezekani eti ukachukua ubingwa bila kumkaba mpanzo, umesikia hasa ha. Mpanzo si mchezaji wa kawaida bwana, kakabwa Shalulile, striker bora. Kakabu hajapiga on target hata moja. Ngoja kwanza, yaani kwa maneno hayo wewe ni shabiki wa Yanga e? Mimi Yanga Afrika. Unaitwa nani? Amini mwanyula Bwana amini mwenyewe amekaa bwana nani umesema? Peter Shalulile, Mamelodi Sundowns, dakika 180 hajapiga on target hata moja. Sasa mpanzo si mchezaji wa kawaida tu babu. Lakini kwenye kikosi chako kuna mtu kaondoka hujui. Stefan Aziziki, aza umeona wewe, angalia kaondoka Aziziki, asa angalia, kuna shabiki wa Yanga ambaye paka sasa hivi unaona kabisa kwamba ana, ana, anaona aziki ule yani, watu bado wanaona, yani mambo yapo vile vile tu yani, kaondoka Aziki. Haya, wewe angalia, muulize shabiki wote wa ya yanga Bwana, aziki kaondoka, wewe una, unaonaje? Atakwambia mbona mambo bado tu, mambo bado yapo yapo vizuri tu pale. Kuna tayari sasa tarehe 25, na hii ndio itakuwa mechi ya mwisho ya kufungia msimu huu hapa. Kwa hivyo kuna dalili yeah, nyingi ya kwamba kombe linaweza likawepo pale uwanjani kwa uh, maana ya kwamba kukabidhiwa kombe kwa, bivu, kwa, kwa mshindi ama bingwa tunaweza kusema hivi. Unafikiri kweli mtaondoka nalo? Yani, yani kwanza sisi hatuna hata pressure. Unajua pressure ipo kwao. Umeona kwanza kwanza, mimi namshangaa. Hebu mtazame kwa kweli ana pressure. Yani pressure ipo kwao. Yaani huyu kwanza, usikiliza yaani huyu shabiki wa Simba ajielewe, angalia Yanga, sisi tulichokuwa tunapigania tume, tume, tumefanikiwa mpaka sasa hivi. Wao wametoa taarifa juzi kwamba hatuchezi. Sawa, lakini unafikiri kwamba mtaondoka na ubingwa, yaani hio halina shida yaani kwa Yanga halina shida, kwa hawa kwa, kwa Simba Simba kwa Simba hii Yaani sisi pale tunaenda kama huu uh, mwembe wetu wa uwani sasa tunaenda tunachuma tunaondoka. Bwana kweli? Ninasema hivi safari hii. Hata wenyewe tu anaongea huku na uoga. Wewe muone ana sura ya uoga. Kwa sababu anauhakika kwamba hivi wewe ukitaja tu kikosi, hebu taja tu kikosi. Ukataja na kikosi cha Yanga, unaweza kufananisha kweli? Hebu taja kikosi cha kwa. Kikos... Taja kikosi cha kikosi cha Kafu. Kikosi cha Kafu hichi. Bwana kikosi cha Kafu. Kikosi cha Kafu. Simba sasa Kafu wenyewe wame, wameingia tu wamebobebwa wame, tu. Wame, sasa wame, wame. Wewe angalia timu imeingia fainali dakika mia themanini wamepiga on target moja tu hiyo. Kuna, kuna timu hao, ni watu wa Simba na Yanga kiukweli, ubishi wao hauwezi ukaisha eh, kutokana na muda nirejesha matangazo kwako muendelea eh, hapo studio Filipo Sipriani usiondoke. Uh, hali uh, tunajua kesho alfajiri ya kuamkia kesho uh, kombe la dunia kwa klabu linaanza uh, Marekani. Labda hawa oh, mashabiki wawili ambao umezungumza nao, kama wapo uh, watupe, wana hamu ya kuona timu gani hasahasa, uh, najua hasa ya Afrika na wana timu zao pia, uh, barani Ulaya, Asia, tuna, kuna Boca Junior wana hamu gani kuhusiana na kuonekana kwa michuano hii hasa katika uh, runinga zetu za Azam Sports. Asante Filipo, nimekupata vyema. Uh, ndugu yetu mmoja hapa, kwa sababu hapa ni karibu na stendi, yeah, harakati zake zingine, labda tuzungumze na ndugu yetu hapa. Bwana mambo? Asante. unaitwa nani? Naitwa Adamu Mwisho Madida. Sawa. Uh, kesho uh, tarehe kumi na tano uh, kombe la dunia lile kwa ngazi ya klabu ninaanza lakini, Afrika kuna timu ambazo uh, zitashiriki ikiwemo Wydad, Mamelodi, Pyramids, ni miongoni mwa timu ambazo zinashiriki katika uh, michuano hiyo. Wewe una matarajio gani kama Mwafrika? Uh, mimi matarajio yangu kwanza nafurahi kukutana na hii kombe la dunia maana ni kitu kikubwa sana unajua, eh. Kuna wengine wanatamani lakini hawajakipata hichi kitu, kwa nimefurahi kwanza, alafu cha pili matumaini yangu ni makubwa sana yaani, katika timu za Afrika ambazo zimefanikiwa kuingia, hata kama sisi hatupo Tanzania lakini nina imani tutachukua mwaka huu, tutapambana kwa sababu msimu ulioisha ule wa kombe la dunia aliingia Morocco unajua. Morocco alipambana mpaka mpaka nusu finali, si ndio? Sasa msimu huu una timu karibia sita, tatu kama nne, zimeingia za Afrika hata moja itafika hata finali, katika katika timu nne, timu moja kutoka Afrika itafika finali, itafika finali. Wewe kama Mtanzania, Selemani Mwalimu ambaye yupo pale Wydad Athletic Club uh, na hata uh, kuwepo katika michuano hii hapa, jambo hili kwako kama Mtanzania umelipokea yani? Nimeipokea kwa ukubwa sana kwanza. Nimefurahi katika mtanzania wetu mmoja yupo anashiriki kombe la dunia, japokuwa aingii uwanjani, ila yupo sehemu ya uwanjani. Yani mimi najivunia kwa hicho kitu. Suala la kuingia uwanjani leo na kocha yupo Marekani sasa. Eh hey, ndio hicho na, najivunia kusikia hivyo. Yaani na fly kwa sababu ni yani sisi, sis, sisi kama sisi wa Tanzania kusikia Selemani yupo katika sehemu ya, ya kikosi cha cha Wydad. Yaani ni jambo kubwa sana Tanzania. Unamwambia nini Selemani Mwalimu? Yaani ya kaze sana. Hapo alipofika ni sehemu kubwa sana. Sawa. Nilipia kisimbuzi chako mzee wangu. Yaani hapa mimi ninakwambia hapa ndo na force hapa nikalipie leo jioni. Kwa ajili ya kombe la dunia kwa ngazi ya klabu au sio? Ndiyo, ndiyo. Ah sawa. Mwamba ana force hapa ili akaripie eh, kisimbuzi chake cha Azam TV ili aweze kuufaidi uhondo huu ambao Filipo Cyprian